Ndugu waandishi wa habari, uh, kwa majina ni mrakibu mwandamizi wa jeshi la magereza uh, Elmas Linus Mgimwa. Kitaaluma ni afsa utumishi na natokea makao makuu ya jeshi la magereza hapa Msarato, Dodoma. Uh, ndugu waandishi wa habari, tungependa tu jamii kwa ujumla Uh, iweze kutambua kwamba Jeshi la Magereza Tanzania Bara uh, lenye jukumu la kupokea, kuhifadhi, kuwalinda, kuwatunza na hatimaye kuwarekebisha uh, wafungwa ambao kwa zama za sasa ambazo tunakwenda nazo katika mageuzi haya tunapenda jamii iweze kutambua kwamba sasa ni wanafunzi na sio wafungwa tena. Kwa hiyo jeshi uh, la magereza ikiwa ni chombo cha ulinzi na usalama uh, kinachofanya kazi chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na Serikali Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tupo katika maadhimisho haya ya Wiki ya Utumishi wa Umma yenye kauli mbiu ya kuhimiza matumizi ya kidijiti ili kuongeza upatikanaji wa taarifa na kuchagiza uwajibikaji, uwajibikaji katika utumishi wa umma tupo, hapa kwa lengo la kutoa elimu ili jamii kwa ujumla, kwa maana jamii ya Kitanzania, lakini pia uh, jamii ya kimataifa iweze kujua nini haswa jeshi magereza linafanya na hasa katika kipindi hiki cha kuelekea kwenye mageuzi makubwa ndani ya jeshi la magereza. Umeanza sasa kutambua taaluma za kila mfungwa au kwa dhana ya sasa, ambayo tunapenda sana kui-advocate kwa jamii, ni kutamani sana jamii jue sasa anayeletwa gerezani na anakuwa chini ya jeshi la magereza, sasa anakuwa ni mwanafunzi. Ni mwanafunzi kwa maana ya kwamba analetwa ili aweze kupitia katika hatua mbalimbali za urekevu kwa maana ya tunao wana taaluma ambao wenzetu kwa Kiingereza tunaita correctional scientists, ambao wana uwezo mkubwa wa kusoma saikolojia za mtu na kuweza kujua huyu hitaji lake hasa ni nini. Lakini pia pamoja na kufundishwa stadi mbalimbali za ufundi, bado tumeweza sasa uh, kuingia makubaliano na mamlaka mbalimbali za kielimu, hasa ufundi stadi. Kwa mfano sasa, jeshi la magereza lina makubaliano maalum na wenzetu wa NACTEVATE ambao sasa wametengeneza wame mitaala kwa kushirikiana na Jeshi la Magereza ya kuwafundisha wanafunzi wetu hawa ambao tunawaita wafungwa kwa lugha iliyozoeleka, na ambao sasa kama nilivyoeleza awali kwamba tunataka kiondoke kwenye vichwa vya jamii. Kwa hiyo uh, NACTEVATE wanalo jukumu sasa kwa kushirikiana na Jeshi la Magereza kufundisha hawa vijana wanaokuwa magerezani. Lakini pia uh, tunao makubaliano na vyuo mbalimbali, ambapo sasa hivi ukitizama, hata kama ukitizama kwenye historia ya nyuma, hata sasa wapo wahitimu ambao wanamaliza vifungo vyao, lakini wakiwa wamehitimu shahada mbalimbali. Tunao wana sheria, mfungo aliingia gerezani akiwa hana taaluma yoyote, lakini ametoka akiwa na shahada ya sheria. Hili swala linaendelea mpaka sasa na tunatamani basi uh, tujikite kwenye hayo <coughs> mabadiliko makubwa ya sasa lakini <coughs> pia katika maonyesho hayo, ili kudhihirisha kwamba hiki tunachokizungumza sio siasa, sio maneno matupu, ni maneno ambayo tuna, tuna, ni mpango ambao upo na unatekelezwa kwa vitendo. Safari hii kwenye haya maonyesho tumekuja na mwanafunzi muhitimu ambaye alitumikia uh, kifungo chake akiwa gereza Isanga bwana Amos ambaye na aliingia gerezani akiwa hana ujuzi wowote, lakini ameweza kutoka akiwa ni, ni, ni, ni, akiwa na ujuzi wa, wa, wa ujenzi. Sasa hivi anao uwezo wa kujenga a, makaro haya ya majitaka kwa maana ya makaro ya maji machafu ambayo yenyewe hayajai hata kwa miaka mia moja kwa jina anaitwa Amos Ishani. Niko mkoa wa Dodoma eh, naendelea na kazi zangu za taaruma za kutengeneza makao yasiyojaa ya kisasa. Mimi niliingia chuoni nikiwa sina hiyo taaruma na nilikuwa sijui kitu chochote, lakini kwa ushuhuda anayotoa ni halali na ni kweli pia, na hata umma huku nje inachokieleza ni sahihi kabisa. Nimeingia nikiwa sina ufundi wowote, lakini sasa hivi nimeshakuwa ni injinia wa kutengeneza makaro yasiyojaa ya, na kwa wahitaji wote Tanzania, nchi za nje, wakiwa wanahitaji kwa yale makaro ya kisasa yasiyojaa ya, nipo razi kutoa namba zangu za simu kuwatengenezea na pia ofisi zetu au ofisi yangu, mimi napatikana polisi Central Dodoma.